kuwafukia ndugu zetu, wanawafukua wana tena Mabwe Pande, Mabwe Pande Bunju huko Mabwe Pande, kwenye kile kipoli wanafufua ndugu zetu sasa hivi, Mabwe Pande Bunju. Watu ambao wako Bunju jamani, kuna kipoli hicho, ingieni hapo, wanafufua watu. Ya ni dunia ama ulimwengu wa uh, wapambanaji. Hapa narejelea sauti yake, mwanaharakati wa kupambania E, wananchi wa Tanganyika na Tanzania kwa ujumla, kwa maana Rachel Dangwa makao yake ni kule nchini Japan, na mara kwa mara anavya kwake anavishusha kila uchao dhidi ya serikali ya awamu ya sita, na katika hili amesikika kwa kupitia mtandao wake wa TikTok, ambapo anawagutusha wa Tanganyika kwamba serikali imepania hata hivyo kufukua miili ya watu waliouawa na kuzikwa kisiri katika makaburi ya halaiki wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka huu, na amepaza sauti, amepiga unyende kwamba watu lazima wawe ange kwamba serikali imepanga kufukua mm, miili ya watu yani wale makaburi kwa ajili ya kwenda kuyaficha tena sehemu kusikojulikana kipindi hiki Yes, ya sikukuu ya Krismasi na sherehe za mwaka mpya, wakati ambapo mmezubaa, ndio inakuwa ni fursa ya kipekee kwa serikali na mbinu zao chafu kwenda kufukua miili ya wale wapendwa waliouawa kwa kupigwa risasi na kuzikwa kisiri. Kwa hiyo katika hili amedhubutu, ama ameenda mbele, hata hivyo na kutoa, unaona, kutoa Uh, nambari za simu za wahusika wakuu serikalini wakiwemo uh, Sumai, uh, Abdul, na huyu naamini kwamba ni mwanawe Rais Samia, uh, pamoja na Mchengerwa, unaone, Mchengerwa, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Bwana Chalamila, uh, Chiambali, Ridhwan Kikwete, unaona kwa hiyo ni baadhi tu ya um, kikilio ama matamshi yake kuelekea uh, sikukuu hii ya Krismasi pamoja na sherehe za mwaka mpya, kwamba hawa wahusika wamepanga njama hizo kwa ajili ya kuficha ushahidi, ushahidi ambao unaonekana hadharani na hata jumia uh, ya kimataifa inajua kwamba haya mambo yalitendeka. Kwa hiyo ni katika mchakato mzima wa kujaribu hata hivyo uh, kuficha ushahidi ndiyo iwe rahisi, labda pengine wao wenyewe kukwepa mtego wa kutuhumiwa ama kulaumiwa kutokana na visa vya kuhujumu haki za binadamu wakati huo wa Oktoba ishirini na tisa na hata baada ya uchaguzi mkuu. Kwa hiyo ndio kilio chake. Hebu tuendelee kumsikiliza japo kwa muktasari. Hii video itembee, wanaenda kufufua watu waliokufa wanaenda kufufua ale makaburi ndugu zangu wa Tanganyika ndugu zangu wa Tanganyika, naombeni mwapigie hawa watu simu, waambie waache kwenda kufufua kuendeleza kuangaisha hao ndugu zetu, waache mara moja. Naanza na namba ya simu ya Abdul, mpigieni simu waambieni waache kufufua hao watu kwanzia kesho na kuendelea, simuwambieni so, namba ya simu ya Abduli ni sifuri saba moja tano tisini tisina. Namba ya simu ya, ya nani ya Sumai ni sifuri sita tano tisa kumi na tatu. Namba ya simu ya Sumai ni sifuri sita tano tisa kumi na tatu, hiyo ni namba ya Sumai. Namba ya simu ya Mchengerwa, waambieni waache hizo maitu, waache kufufua watoto. Mimi niko hapo masaa ishirini na nne niko pale toka siku waliozika hapo. namba ya simu namba ya simu ya Mchengerwa ni sifuri saba tano sita. namba ya simu ya Chalamira. <coughs> <Sorry guys. coughs> <nina hasila sana. coughs> namba ya simu ya Chalamira sifuri saba sita saba kumi na tano sifuri nne. namba ya simu ya liziwani Kikwete. Namba ya simu ya Liziwani Kikwete ni sifuri saba sita nne tisini na tisa. Ninarudia tena, namba ya simu ya Liziwani Kikwete ni sifuri saba sita nne. Ndugu zangu ni wa Tanzania, ndugu zangu ni wa Tanganyika, naombeni muwapigie simu, muwambie waache kufufua kaburi hizo Waambieni Rachel Dangwa amesema, na Tanzania watanganyika wote wamesema, acheni kufufua hizo maiti. Kama mngejua msingeua mtu hata mmoja, na mnavyo livyokuwa jinga, wapumbavu mnaendelea kuwa kila siku. Sauti yake ambapo amejieleza na ndio sababu. Hata hivyo mwanaharakati mwenza Maria Sarungi, ambaye pia vilevile vile wakati mmoja alipata makao nchini Kenya na sasa yupo Ulaya mafichoni, naye pia amemtazama kwa jicho la tatu huyu Rachel Dangwa, na hapa ameandika kwenye, uh, kwenye ukuta wake ama kwenye peji yake ya FB ya Maria Sarungi TS uh, kwamba Salut Rachel Dangwa, akimpa salamu at Rachel underscore dangwa six. Eh, e, ndio anwani yake hapo sasa. Kwa maana Rachel Dangwa, napenda unique style yako ya kupambana na hawa jamaa eh, kwa maana uh, ni watu ambao sio wa kukumbatiwa, unaona. Lakini pia naomba radhi, e, i was not familiar with your game akaweka MOG ya moto, unaona kwamba awali hakuwa anamwelewa vizuri huyu Rachel Dangwa kwa mbinu zake hizi za kuivamia e, serikali ya awamu ya sita, mbinu zake hizi za kupambania e, utawala bora e, kwa faida ya wananchi wa Tanzania. Na katika ile amesema ameomba radhi manake, alikuwa amemchukua ndivyo sivyo, kumbe unaonekana unaongea tu vitu lakini 100% satisfied za ndani mm. Yani kwamba anaweza kuwa unamtazama na kumsikiliza jinsi anavyojieleza Rachel Dangwa, ukadhani ni mtu ambaye anaropokwa ropokwa tu anabwabwaja tu, unaona, lakini nyuma ya pazia ni kama ana mambo ya ndani kweli ambayo ukifuatilia kwa kina ni mambo ambayo anatendeka, na hata wakati mmoja Rachel mwenyewe amesema Hizi taarifa mimi mwenyewe nazipata kutoka jikoni eh, jikoni kwa maana Ikulu, unaona. Kwa hiyo katika hili aa, Maria Sarungi anasema hivi: nawahimiza na na wote nawahimiza wote, hata kama hupendi staili yake msizeni, kwani Rachel anatoa taarifa zingine nyeti, hata mimi nikihakiki inakuwa confirmed, unaona kwamba msikilizeni huyu dada ambaye makao yake ni kule nchini Japan. Maanake mara nyingi anapoanza kurusha ujumbe anaanza kwa matusi makubwa makubwa dhidi hmm, uh, ya viongozi unaona, mpaka unashtuka, inabidi usikilize taarifa zake kwa kutumia um, earphones, ama umepunguza sauti ama wakati mwingine ujitenge, uweke pembeni kwa ajili ya kusikiliza mbali na hadhara ama halaiki. Kwa hiyo anasema msikilizeni mambo ya ndani ambayo anayatoa, unaona, kuchukuliwa poa nayo ni advantage. Na Rachel should never be underestimated, unaona huyu sio kupuuz, unaona sio kupuuzwa, msimpuuzilieni mbali huyu. Huyu ni mtu wa kusikilizwa kwa makini, manake ana vya ndani kabisa, unaona eh? She is very smart and strategic, kwamba ni mtu ambaye ni mwerevu mno, yupo smart sana, na ni mtu ambaye anakwenda kimkakati zaidi, mipango ambayo kwa hakika Uh, mara nyingi anapowatumia inawapata off guard eh, wahusika wakuu serikalini. Follow her na msikilize, ama msikilizeni vizuri akiwapa taarifa. Unaona Maria Sarungi huyu anamwambia mfuateni huyu, huyu mwanadada anavyoshusha taarifa zake mtajua mengi. Hii ni harakati ama harakati, tunahitaji soldiers who come in different forms, kwamba katika wanaharakati uh, huu ama katika wanaharakati hizi tunahitaji eh, watu wengi ambao wanakuja na mbinu tofauti kwa ajili ya kuilemeza serikali dhalimu. Unaona, katika kupambana dhidi ya serikali hii, na ni maneno yake huyu Maria Sarungi. Unaweza kuingia pale ukamtafuta ukasoma tetesi hizo ambazo kwa hakika wanashusha wenyewe. Rachel I. ni real soldier eh, amesema hivyo, akaongeza akaongeza um, Eboji ya moto na kusalute kwamba anampigia salute huyu dada, ndio ujumbe wake hapa Maria Sarungi. Na upande mwingine pia vilevile mwanaharakati mwingine akiwa kule sehemu za Mbeya eh, eh, mwalimu eh, mzee unaona eh, mpambanaji pia mwingine kwa jina la Clemens Mwandambo anaambia serikali, mbona msitimize wajibu wenu? Mbona hata hivyo mnashindwa eh, ku hudumia wananchi, toeni huduma kwa wananchi na bila shaka mtapata presha kutoka kwa yeyote, badala yake mtasifiwa tu. Mbona kunakuwa na ukosefu wa maji miaka sitini na nne baada ya uhuru wa nchi? Bado kuna utekaji, kuna mauaji, kuna dhuluma, unaona, kutoka kwa polisi, kutoka kwa wakuu wa wilaya, kutoka kwa hapa na pale. Mbona nchi inatetereka? Mbona nchi inayumba ilhali mna vyombo vya dola mnashindwa kutimiza ama kutoa ahadi kwa wananchi, naona kutimiza ahadi mliotoa e, mnapowania e, kuwa viongozi katika nyadhifa mbalimbali. Kwa nini mnashindwa na mambo haya? Mbona tunakosa umeme? Mbona huduma muhimu za afya na kadhalika zinakosekana? Na ndio sababu inakuwa ni kero mitaani na mijini, wananchi wakipambania haki zao. Ebu serikali, nyinyi serikali, na kutaja nikuweka uso kwenye simu. Ebu shughulika na wezi serikalini, uone kama wananchi hawatashangilia. Ebu shughulika na mafisadi serikalini, uone kama wananchi hawatashangilia. Ebu shughulika na polisi wanaowaweka watu ndani bila sababu, uone kama wananchi hawatashangilia. Waletee watu maji uone kama hawatashangilia. Msiwe mkafikiri watu wapo kwa ajili ya kukosoa tu, mi mwenyewe nitakuwa mmoja watu atakao waunga mkono. Pambana na mafisadi huko MSD, uko wanaiba madawa huko, uko, uko MSD wanaiba madawa huko na hayawafikii wananchi. Pambana huko TRA, huko mtu anafanya kazi miezi mitatu anaanza kumiliki gorofa miezi mitatu anamiliki ghorofa. Pambana huko, na ndio sababu lazima serikali iwasikilize wananchi. Sauti yake, Clemens Mwandambo. Usikose kusubscribe kwenye YouTube chaneli zetu za BongaTube Media na Swahili TV kwa uhondo zaidi.